Nam nam hamna hamna ndimo mlimwamo hakuna hakuna ijuao yu mwenye shamba wezi kutoka kwa jirani pasi kutokea kwako kwa. Karibu sana sana e, mshititi mlumbi mkocho jagina mshititi wa lugha adhimu ya Kiswahili. Sasa hivi bwana, tunakwenda Arusha kwa bara nyingine tena. Kule kuna mbio za kimataifa za wasafa, unaweza ukasema Kiswahili marathon 2025. Wapi? Katika jiji la utalii pale Arusha, unaweza ukasema jiji la makona lile, ambapo tutakutana waswahili kinda, kindaki afu, tunakimbia e, katika zile mbio za kimataifa. Mataifa mbali mbali yatakuwa pale kukimbia na sisi katika kutukuza uzuri wa lugha adhimu ya Kiswahili. Waona kosaje kufika Arusha, katika jiji la kitalii ambapo katika viwanja vya azimio ama kumbukumbu la azimio la la Arusha tutakusanyika pale, na itakuwa tarehe 25 tutaanza mbio zile za kimataifa e, za masafa pale Arusha na uzinduzi rasmi itakuwa tarehe 28. Waswahili kindakindaki washititi wakocho majagina manyakanga mashakihi watakuwa pale kujumuika katika kongamano kubwa kabisa na zile mbio za kimataifa za masafa za Arusha. Njoo pale tarehe 28 Juni tukimbie kwa pamoja, tujenge afya na tufurahie uzuri wa lugha adhimu ya Kiswahili. Ebwana, hakuna upuzi wenye upuzi mtupu, hata katika upuzi kuna hekima, ambapo kwenye hekima anaweza kujifunza. Mimi majini mswahili mshititi na mlumbe wa lugha adhimu ya Kiswahili nitakuwa Arusha na baraza la Kiswahili la Taifa Bakita, baraza la Kiswahili la Zanzibar Bakiza, kamisheni ya Kiswahili watakuwa pale kuhakikisha bwana, hizi mbio za masafa mwaka huu e, tunazikimbia kweli kweli. Karibu sana, usikose bwana, pale ni kukimbia kuchoma nyama e, mbio safi kabisa, joto baridi pamoja, katika jiji la Arusha. Unapanga kukosa? Usikose, karibu sana.